ameonyesha uwezo ambao yuko nao. Nadhani tunafahamu kwamba Rayvanny bwana ametoa ngoma mpya kabisa ambayo ameshirikisha vijana wawili ambao wanafanya vizuri kabisa katika game ya mziki wa Bongo Flava hapo, tunamzunguzia Mario pamoja na Harmonize wa anapiga nyimbo hiyo bila beat na gitaa tu, na amepiga verse ya kila msanii ambaye yupo katika hiyo ngoma, which means kwamba amepiga verse zote tatu. Amepiga verse ya kwake yeye mwenyewe amepiga vesi ya Mario na akaja kumaliza na vesi ya Harmonize Konde Boy, kitu ambacho mashabiki wa Harmonize kiukweli, imeonyesha kwamba wamependa na kufurahishwa sana na hichi alichokifanya Rayvanny, kwa kuonyesha uwezo wake wa kuimba hii nyimbo eh, au kuimba vesi za wasanii ambao ameshirikiana wa nao humo ndani. So hebu sikiliza hapa, the way ambavyo alivyoikunguta vesi ya Harmonize Konde Boy katika nyimbo hiyo ya pele. Sasa:

Ya yeah, so nadhani umesikiliza hizo voko na umesikia kuna mtu alikuwa anaimba background, which means kwamba Harmonize naye pia alikuwepo hapo next level of studio pamoja na Rayvanny. Ndio maana wakati Rayvanny anaimba verse ya uh, Harmonize, Harmonize naye pia alikuwa anaimba kwa mbali, ukisikiliza vizuri.

Ya yeah, so Rayvanny uh, bwana kiukweli yuko vizuri. Rayvanny boy uh, uwezo wa kuimba kweli yuko nao, na kiukweli hapa bwana ni kwamba eh, wadau hapa wamekuja kuweka comments zao. Kwa mfano kuna jamaa hapa anasema kwamba bwana Rayvanny bwana tuambie ukweli hii verse mkono wako ulihusika ni wewe ndio ulitunga nini mbona umeimba vizuri? Eh, kwa mtu anasema kwamba bwana Pere to the world kwa mtu anasema kwamba big boss eh, wag mzee wa wag, kwenye wago ni hapo. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana Bombo Clat kumbe verse ya Konde ilikuwa tamu kiasi hiki. Unaona bwana. Kwa hiyo ukija kusikiliza vizuri. Eh, vesi ya Harmonize kweli iko bomba. Yaani ni vesi kali sana. Hususani hapo alivyosema kwamba how they call your name in Nigeria, South Africa na nchi nyingine. E bwana, ametisha sana. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.